Naitwa Askofu John Ndimbo wa Jimbo Katoliki la Mbinga, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha CUOM. La kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi alivyotuwezesha kutembea safari ya ujenzi wa block hii. Tulianza mwaka jana mwezi wa saba, na wakati huo tulikuwa na mpango wa kufikisha nusu, wakati linatumika chini tunaendelea lakini tulivyoenda na tulivyojaribu kukusanya kusanya, tukajikuta pengine ni bora tuendelee tumalize kabisa. Januari mwaka huu, team management ya university ikaja ofisini kwangu kuomba ruhusa nitoe maamuzi kwa niaba ya baraza kwamba ujenzi uendelee. Nikatoa kibali, ujenzi umeendelea, na hivi sasa tumefikia mahali azuri kiasi kwamba sasa tunafanyia final touches kwa ajili ya kumaliza kabisa. Mpaka hapa tulipo tumetumia bilioni sita, bilioni sita jengo hili, bilioni sita toka tulipoanza mpaka tunapoelekea kumaliza. Uh, tuna tunategemea jengo hili litakuwa linachukua wanafunzi takriban ya mia tano kila darasa lina wanafunzi 800 kila darasa lina 80 eh hivi, takriban watu mia tano wanaweza kulitumia jengo hili madarasani, na pale juu tuna kitengo cha kompyuta kompyuta laboratory ya kisasa kabisa, na na matumaini yangu vijana watafurahia kuwa katika chuo hiki. Mwaliko wangu kwa kanisa Katoliki, e, tuendelee kuwekeza katika malezi na mafunzo ya vijana wetu ambao ni kanisa la sasa na kanisa la kesho, taifa la sasa na taifa la kesho. Na hivyo tungeomba waumini wote wa Katoliki Tanzania, a, tujitahidi kuhamasisha vijana wetu waje kusoma katika vyuo vyetu hivi, and tukizingatia kuwa pamoja na elimu ya kitaaluma wanapata pia male, malezi maisha ili moja aweze kuishi vizuri, lazima awe na elimu ya moyo na alafu na elimu ya kichwa, maadili pamoja na sayansi maarifa. Kwa hiyo ni mwaliko kwa kanisa, tuwahimize vijana wetu kusoma hapa, na tunaomba watutangazie watu, watu, chuo hiki hiki. Ni chuo kimoja tu kati ya vyuo kadhaa ambavyo kanisa Katoliki tunaendesha tuna ikiwamo main campus ndio chuo mama Mwanza sauti Uh, mwekao Moshi ambao ni zao la main campus, halafu tuna chuo Arusha, Katavi, Tabora, lakini kuna chuo kamili full Iringa, ruko hiki hapa, na tuna matawi madogo mdogo, uh, twara semko kule Songea uh, programs and certificates uh, peramio Sayansi za Afya lakini hapa, hapa Songea mjini sayansi za uh, sanaa uh, diploma certificate sheria na hivyo tunatoa. Kwa hivyo ndivyo vyetu. Uh, shime, tuungane, tujenge cha kwetu kwa ajili ya taifa la sasa na kesho, kwa ajili ya kanisa la sasa na kesho. Asanteni sana.